Pendwa watu wa Mungu, ninawasalimu kupitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaitwa Mchungaji Hosea James Mwashilindi, napatikana mkoa mpya wa Songwe, mji wa Tunduma. E, mi ni mchungaji ambaye najihusisha na huduma na ya maombezi, na ndiyo maana kituo changu kinaitwa Huduma e, ya Maombezi Live. Kwa hiyo ninaombea watu wa kila aina, watu wa rika zote, watu wa sehemu mbalimbali mbali. Kwa hivyo Mungu amenipa kipawa hiki, si kama kuuza kufanya biashara, lakini nimepewa bure, ninatoa bure. Biblia inasema mmepewa bure, toeni bure. Kwa hivyo kipawa hiki nimeona kikiwa kinawasaidia watu wengi, watu wengi wameinuliwa na Sichagui mtu wa kumwombea, sichagui shida ya kuombea, kila mwenye shida, shida mbalimbali naombea. Na pia ikiwa unanihitaji kwa ajili ya ushauri na mambo mengine yanayohusiana na kiroho, lakini si mambo mengine nje na kiroho, yanayohusiana na kiroho, ninapatikana kwa namba mbili, namba ya 0757 16 99 na 51 mwisho lakini namba nyingine ni sifuri saba sita moja sitini sabini na moja hamsini na moja Lakini namba nyingine pia unaweza ukanitafuta, lakini hizo pia zitakufaa, zitakutosha, kwa sababu namba hizo napatikana muda wote. Na mimi kwa kuwa nimeitwa na nafanya huduma hii, sina muda rasmi wa kwamba labda nitamfanyia mtu huduma kwa muda fulani lakini muda wote nipo tayari kuwafanyia watu huduma. Nimeona watu wengi wakiwa wanafunguliwa, wanaachiliwa huru, wanawekwa huru, kama Biblia inavyosema, nitawaweka huru nanyi mtakuwa huru kweli kweli. Kwa hivyo ninawakaribisha sana, sana, sana sana. Unaweza kukomenti ikiwa unahitaji ushauri au tushauriane kwa ajili ya mambo haya ya kiroho, mambo ya huduma ninawakaribisha sana sana sana. Asante.